Nawaambia hawa jamaa jana, nini kinachokataa Malinyi? Yaani nyinyi Mungu kakususieni ardhi ile aliyoweka ndani ya mwenye kibindoni, ardhi alikuwa anaipenda, mkakupeni Malinyi. Nini kinachokataa Malinyi? Nimetoka hapo tu hotelini hapo Neema, mpaka hapo nimeangalia kwenye hizi nyumba zinazozunguka watu, kuna watu wamelipa miwa, midizi, yaani kila kitu yet tunakuja Malinyi jana kwa mara ya kwanza. Tangu mimi nimekuja Malinyi miaka miwili na mwezi mmoja, nimeshafanya ziara zaidi ya nane. Leo ndio nimepata matunda Malinyi. Sasa sisi tunakuja na fursa ambazo tunapewa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya wananchi wake. Nyinyi msipozitumia shauri yenu, na nyinyi ndio madiwani mnaotakiwa kwenda kuwajengea wananchi elimu ya fursa vinginevyo kazi yenu nini? Mnamsapoti Dokt samia kwa kufanya nini kama mnashindwa kuzitaja fursa ambazo zinapatikana kwenye awamu yake? Malinyi iko nyuma kwa sababu ya wana Malinyi wenyewe, sio kwa sababu Dokt Samia hajawatendea. Malinyi iko nyuma kwa sababu sisi wenyewe tunaidharau Malinyi yenu. Sasa subirini Barua ile, barabara ile itakapotoka hapo kwenda Kilosa kwa Mpepo ushuke na Mtumbo ndio Songea iende mpaka Tundu, alafu hapo ndio mtajua. Hamjua hapa Malinyi watakuja watu alafu mtaanza kulalamika, tumevamiwa na Wachaga, tumevamiwa na Wahaya, tumevamiwa na Wasukuma, tumevamiwa. kituo kikubwa cha biashara katika Tanzania kimoja kitokao kinaitwa Malinyi na Ifakara, anaweza akaomba nani hapa, vile vile akaomba draw hapa, mkashangaa mji umeibuka hapa, mji from nowhere. <coughs> nyi wenyewe wahamiaji wote, wakulima wakubwa, wahamiaji wote, labda turudi tuhamie Malinyi. Akiamua Mungu, mimi nikirudi kule Mkuranga nikaambie, nendeni Malinyi, wenyewe wamelala usingizi toto, wapona sasa. Nyinyi mlioshtuka Kimbieni kule ila ombeni Mungu aendelee kulala. Sasa mimi ninakuombea, kwa wale wanaopanga kurudi wajue kwamba wakirudi Malinyi sio hii sasa, unajielekeza kwenye Malinyi nyingine, Malinyi inayojiandaa kwenye mambo makubwa yanayoleta Dkt. Samia Suluhu. Kwa wale ambao wanatarajia watarudi, halafu tutaendelea na Malinyi yetu hii